Kwa hakika wamefaulu na kutengenekewa wale wote wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Wat Islamu, mwanadamu ana amali za namna mbili. Ana amali ambazo anapokufa huwa zinakatika, lakini mwanadamu ana amali ambazo atakapozifanya hata akifa mwanadamu huyo, amali hizo zinaendelea kuwepo na anaendelea kupata ujira In khairan fakhairan wa in sharran fasharran. Mwanadamu ana amali ambazo akizifanya pale anapomalizika uhai wa wake umekwisha, anakufa, huwa zinasimama. Lakini mwanadamu ana amali nyingine ambazo akizifanya amali hizo, hata akifa mwanadamu huyo bado amali hizi huendelea kuwepo na ataendelea kulipwa mwanadamu huyu malipo ya amali zile mpaka kiama kinasimama. Kama ni kheri atalipwa kheri, na kama ni shari atakuwa analipwa shari na kile alichokiacha. Kama ni watoto, wale watoto wakaishi katika misingi ameifanya ya baba yao, wakaiendeleza misingi ile, na wao watalipwa, kila mmoja kulikana na kile ambacho amekifanya kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa taala.

Allah akasema, nuhi lmauta. Ameegemeza subhanahu wa ta'ala zoezi la kufufua waliyekufa katika nafsi yake, hilo ni jukumu lake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo, akaweka kitu kinaitwa wau conjunction harufu ya kuunganisha Wau hii ina maana ya kwamba jukumu la kuhuisha mauti ni jukumu la Allah na si vingine, lakini pia Allah subhanahu wa taala yaktub anasema, wanaktubu ma qaddamu na, tunayaandika na kuyahifadhi yale yote mwanadamu ameyafanya akayatanguliza Yani, kile unachokifanya wewe leo kwa ajili ya kesho yako, Allah subhanahu wataala yaktubha, Allah anakisajili anakinukuu kile, anakiweka katika hazina ya kumbukumbu kumbu yake. Leo unafanya, kesho anakwenda kukulipa. Allah subhanahu wataala wama rabbuka bidhallamin lil'abid, Mwenyezi Mungu hana sifa ya kumdhulumu mja. Lakini Allah subhanahu wataala hakuishia hapo katika kauli yake, surati ya Yasin akasema waatharahum, hapa ndio pabaya, hapa ndio kusudio langu. Waatharahum, hapa ndio pabaya na hapa ndio kusudio langu. Inna nahnu nuhii almauta. Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye anayefufua waliyekufa. Hakuishia hapo, akasema wanaktub ma qaddamu, hawo waliokufa tunayaandika yale yote waliyoyatekeleza wakayatanguliza. Maanake huko duniani leo ndo unatanguliza kwa ajili ya kesho, ukifa pale kaburini yaende kakusaidie. Lakini Allah anasema waatharahum, hatuishii kuandika makaddamu baafu, tunaandika makaddamu wa atharahum, na yale walioyaacha nyuma maanake umetanguliza kwa ajili yako, halafu umeacha nyuma. Haya uliyoacha nyuma, mmoja kati ya mawili ya imma, yakawa kwa ajili yako au yakawa dhidi yako. Nieleweni vizuri kidogo, ni kipengele tata kidogo, kimekaa fyongo. Kama akili yako haikutulia sawasawa huwezi kunielewa kipengele kimekaa kimaajabu maajabu kimiujiza miujiza hivi. wa atharahum alathar, qala lulamau atharu shaii ma yatrukuhu khalfahu. Athari ya kitu ni kile ambacho mtu anakiacha nyuma yake, yani umepita halafu, nyuma umeacha unyayo, ume hatua zile, watu wanafata zile nyayo zako. Alipita fulani, mkuya kwa kihee tunaita mkuya Umepita umeacha athari, alama za kupita kwako. Ulikaa pahala ukaacha athari za pale ulipokaa, pamebakia alama ya kwamba kuna kiumbe alikaa hapa. Ulisimama sehemu ukaacha athari kwamba kiumbe alisimama sehemu hii, panaonekana. Waatharahum, waatharahum, athari zao. Leo tuko duniani, tuna mengi tunayafanya, mazuri na mabaya, yenye kufurahisha na kuhuzunisha, yenye kukera na kusikitisha, yote tunayafanya, lakini kesho hatutokuwepo. Tunaacha athari gani kwa hawa wanaobaki? Tunaacha nini kwa hawa wanaobaki baada ya sisi kuondoka? Atharahum. Wazee wetu walikuwepo, walillahi alhamdu lhamdu. Wengine tumewakuta wengine hatukuwakuta, tumekuwa tukisimuliwa. Waliondoka, leo hawapo, wameacha athari, wameacha watoto, wameacha mali kwa maana ya majumba. Yani ziko mali zinazohamishika na ziko mali zisizohamishika. Wameacha wazee wetu athari Waatharahum, leo ukitembea katika mji wa Iringa utakuta zile athari zote ambazo wazee wetu waliziacha. takadula tara zinakaribia kuto kuonekana kabisa, zinapotea. Tembea katika miji ya Iringa, viunga vya Iringa, zile athari wazee wetu waliziacha, leo hazipo, zimepotea hakuna aliyezipoteza, isipokuwa atharahum, miongoni mwa athari zao, ndio waliozipoteza. Yani sisi watoto wazawa, sisi tuliotokana na wale wazee wetu, ndio tunaozipoteza zile athari zetu ambazo wazee waliziacha. Pagumu kidogo kueleweka, lakini naomba mnielewe. Wamekaa hovyo, ndugu zangu, mwanadamu katika maisha yake yote kwa ujumla ni historia lakini pia ni simulizi baada ya kuondoka kwake. Ah, sasa wewe wanadamu, unapaswa kuangalia unatengeneza historia gani, ili utakapoondoka katika dunia hii, wanaobaki waje kukusimulia kwamba alikuwepo fulani alifanya moja mbili tatu, lililokuwa jema, athari wa atharahum Ndugu zangu Waislamu, hii aya imekaa imekaa ki, ki pahala pagumu kidogo. Inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa athara. Kama sijakosea sana, ni aya nane saba tisa hivi, suratu Yasini, aya za mwanzo mwanzo tu hapo, nane tisa saba hivi. Kama sijakosea, unaenda kairejee katika suratu Yasin. Maisha tunayoishi leo ni athari ya baadaye, watakuja kusimulia. Sasa tutengeneze athari iliyo nzuri, ili hata tunavyoondoka ile athari iwe njema, kwa sababu athari ni endelevu, maanake mpaka kiama athari hii itakuwa ipo, inahesabika mpaka yani, unakufa ya upo kaburini, miaka kadhaa umeishi kaburini, athari ile bado inaendelea inasoma. mm -hmm. Sasa so, kama ikiwa mbaya itaendelea kusoma kwa ubaya, na kama itakuwa nzuri maanake itaendelea kusoma kwa uzuri, wa atharahum. Lakini mbaya zaidi, Mwenyezimungu wa anasema wakula shayin ahsainahu fi imamin mubin. Hapa ndo kamaliza wakula shayin, tanwini hiyo, tanwini tankiri yufidhu lumumu wa washumuli, kila kitu ambacho mwanadamu anakifanya, ahsainahu fi imami mubini, tuna kihifadhi na kukilinda na kukichunga kitu hicho, na tunakiweka pahala maalum. Siku ya Kiyama tutakuja kumwonyesha mja huyu kile ambacho alikifanya. Athar, unaacha athari gani? Wazee wetu Allah warehimu Wameacha athar nyingi tu. Ziko ambazo zinatugombanisha leo, athar ziko ambazo zinatuimarisha leo, tunaimarika athar. Wa atharahum zote ni athar. Ziko athari ambazo ukitizama, wanasema naam, hii ni athari ya mzee fulani, na ziko athari ambazo ukitizama, wanasema audhu billah, Mwenyezimungu atunusuru. Hii si athari njema ya kuacha. Athar, unaacha nini? dola la msingi unatanguliza nini mbele ya Allah? Halafu unaacha nini duniani? Jiulize nini unatanguliza kesho, halafu huku nyuma unaacha nini? kikiwo unachokiacha huku nyuma cukukileta kumbele kono kiva kiki mkeso. kwa la mkezo tokiti nasa

Ndugu zangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika yeyote mwenye kumcha Allah ndiye mwenye kufanikiwa duniani, kaburini, lakini na akhera pia. Athari, athari huwa ni historia kwa wale wanaobaki nyuma. Sasa historia hii ikiwa nzuri itahamasisha waliobaki kufanya yaliyo mazuri, ili na wao waache athari kama ya kwako. Lakini athari hii ikiwa mbaya, moja kati ya mawili ya ima, inaweza ikawarithisha ikaambukiza, maanake tabia mbaya siku zote huwa inaambukiza tabia mbaya sikuzote huwa inaambukiza kwa haraka zaidi kuliko tabia nzuri. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ya Imamu Ahmad Ibnu Hanbal Alshaibani, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusimulia anasema matendo anayoyafanya mja na hii alikaa siku moja, mtume akawa anawambia anawambia maswahaba zake, anasema Allah Allah fi ikhwanikum, Allah Allah fi ikhwanikum. Jamani, tahadharini tahadharini, muogopeni Mwenyezi Mungu, msiwakere ndugu zenu waliokuwa makaburini kule, ni ndugu zangu wale ndugu zenu jamaa zenu baba zenu mama zenu rafiki zenu kaka zenu na jamaa zenu kwa ujumla, wale waliokufa wakalala kule makaburini. Allah Allah fihim, msiwakere mkawahuzunisha kwa sababu wao tayari wameshafika katika ya yale ambayo kaddamu yale wali walioyatanguliza, wapo kule wanayaona nini? huku nyuma atharuhum, ni athari zao yale ma kadamu wanayaona, wanayatimikia yale walioyatanguliza. Ninyi huku nyuma mliobaki, atharuhum ni athari zao. Sasa tafadhalini, jamani, msije mkawakera. Masahaba wakauliza tunawakera kwa lipi tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama ilivyokuja katika riwaya ya Abu Daud lakini pia imekuja katika riwaya ya Anas ya Ahmad bin Hambali, lakini pia imekuja katika riwaya ya Imam Tabari. Hadithi imekuja namna hiyo i kama hadithi saba nane. Mtume anasema inna a'malakum, matendo yenu mnayoyafanya hapa ha duniani, nyinyi athari za wale waliotangulia ambao tayari wako katika wale walioyatanguliza yale matendo yenu turad alaihim kule kaburini wanaonyeshwa, yani baba sasa hivi amekufa, yupo kule kaburini muda huu, kama mimi ninafanya ujinga huku, mzee wangu kule anayaona kwamba mwanangu anafanya ujinga ule. Mama amekufa, kule kaburini amelala, muda huu nazungumza mimi, nikifanya upuuzi na ushenzi huku, mama yangu kule anaonyeshwa kwamba mwanao huyu anafanya ushenzi, athara hum ushezi nnaofanya mimi huku namuhuzunisha baba yangu kule kaburini, ushezi naofanya mimi huku namuhuzunisha baba yangu kule kaburini, ushezi naofanya mimi huku namuhuzunisha kaka yangu na dada yangu kule kaburini. Anahuzunika kwamba ili jamaa alia ha, ina maana halijui huku, na kuna moja mbili tatu, amanakum malkm ala la wa asha matendo yenu mnayoyafanya, nini, athari yanapelekwa kule kaburini kwa ndugu zenu waliokufa, jamaa zenu waliokufa kule kaburini, turagu wanaonyeshwa. Mtume anasema inkana khairan, yakiwa mazuri yale yanayotendwa yakapelekwa kule kaburini, yakaonyeshwa babako, mamako, ndugu yako kule kaburini, yakaonyeshwa, istabsharu, wanafurahi wanafurahi kwamba Masha Allah, Mwenyezi Mungu mdumishe katika kheri kijana wetu. Mwenyezi Mungu wanaomba dua kule kaburini, wanaomba dua. Hadithi ya Mtume, Mwenyezi Mungu mdumishe katika kheri kijana wetu, Mwenyezi Mungu mdumishe katika kheri mdogo wetu. Wa inkana ghaira dhalika, Mtume amestahi hakusema wa inkana sharran aliweza kusema hivyo, lakini mtume amefanya istihjaru dhikri, watu wabaraa wanasema istihjaru dhikri, mtume aona kutaja shari. Wa in kana ghaira dhalika, ikiwa kinyume na wema, maanake nini? Kama kinyume cha wema, kinyume cha wema maanake ni mshenzi, ni mshenzi, na shari ndo kinyume chake. Ikiwa hivyo wale kule makaburini, kalu mtume anasema Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum wale kule kaburini wanasema allahumma la tumithum, ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba mola wetu mlezi, la tumithum usiwaue wao, ukachukua wa maisha yao na roho zao hivi sasa, hata tahdiahum, mpaka uwaongoze na wao wafanye yaliyo mazuri yenye ya kupendeza. Yaani kule kaburini wazee wanatuombea dua, si leo tuko duniani, u ukifanya ushenzi anaumia anahuzunika Inna nahnu nuhii lmauta wa wnaksubu ma qadamuu wa atharhm wa wkula shay'in ahsainahu fi imamin mubin, sisi ndiyo tunayohuisha maiti na sisi ndiyo tunayoandika matendo yao waliyoyatanguliza na yale walioyachelewesha na athari zao kwa ujumla, lakini kila kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amekiweka fi imami mubin, katika faili maalum la kutunza kumbukumbu kumbu za viumbe. Hajawahi kusahau, hajawahi kumdhulumu mja. Kila mja atalipwa kulingana na kile alichokifanya duniani, in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyokuwa ya sawa. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kufanya yote yaliyokuwa mazuri, ili tuache athari iliyokuwa njema. Mwenyezi Mungu awarehemu wazee wetu wote waliotangulia mbele za haki, na sisi tuliobaki, Mwenyezi Mungu atusimamie katika